Habari Wikendi. Mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mkoa wa Geita, Alphonce Mawazo, umeagwa kwenye viwanja vya Furahisha mkoani Mwanza, huku chama hicho kikiahidi kitafungua kesi dhidi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Charles Mkumbo, kutokana na amri yake ya awali ya kuzuia shughuli za kuuaga mwili huo. Innocent Alois ana taarifa kamili. Ni mapema asubuhi, harakati za kuuaga mwili wa marehemu Alphonce Mawazo zinaanza katika hospitali ya rufaa ya Bugando na baadaye nyumbani kwa baba mdogo wa marehemu Charles Lugiko, maeneo ya Nyegezi, ambapo baadhi ya watu waliofanya kazi na marehemu mkoani Geita na Arusha wanaeleza namna walivyoguswa na kifo hicho. kuondokewa na, na marehemu, hakika tumepata pigo kubwa sana katika mkoa wa Geita. Alikuwa anachukia sana mali za watanzania zinachukuliwa na wazungu zinapelekwa. Alikuwa anachukia ufisadi. Tunataka kujenga mnara wa kumwenzi Mawazo sometiji, tunataka tujenge mnara ule, lakini tutengeneze foundation ambayo itakuwa inashughulikia wahanga wa matukio ya kuuawa wakidai demokrasia kama alivyokupa Mawazo. Naomba sasa wote tusimame. Majira ya saa tano, mwili wa marehemu na wasili katika viwanja vya Furahisha katika ibada inayoongozwa na Mchungaji Benard Swai wa kanisa la Winners Chapel, ambapo katika mahubiri yake anakemea tabia za wanasiasa kutumia vijana kuvunja sheria na kuhatarisha amani. Vijana wengi wamejikuta wanajihusisha katika mambo yasiyompendeza Mungu na wengi wakitumiwa hasa na wanasiasa. Pia kilichosikitisha na kugusa hisia za uombolezaji ni maneno ya mtoto wa marehemu mwenye umri wa miaka tisa, Precious Mawazo: damu ya baba yangu iliyomwagika itasimama juu ya magita, kila aliyeshiriki kupanga na kutekeleza mauaji haya ya kinyama. Ukafika wakati wa viongozi wa Chadema kutoa nasaha kwa uombolezaji, huku jaji wa mahakama kuu Lameck Mlacha akitajwa kama mfalme wa haki za wanyonge. Nampongeza sana jaji wa mahakama kuu aliyotoa hukumu iliyoturuhusu kumzika marehemu wetu. Nampongeza kwa sababu nchi imeanza kuingia vitendo vya, vya, vya, la vya imla imla. Jeshi la polisi linafanya vitendo vya imla imla, wanajichukulia madaraka tu na wanatafuta uhalali uhalali wa kuonyesha wametumia vipi pesa zetu. Tumetesa mwili wa Mawazo kwa muda wote huu wa Tanzania na wananchi wa Mwanza wamekuwa wavumilivu, lakini tutakaposema na kina mama imetosha itakuwa imetosha. Lazima tupinge mauaji ya namna hii, lazima tupinge dhuluma za aina yoyote, lazima tupinge haki inayopindishwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, pamoja na mambo mengine, anatangaza kumfungulia kesi ya madai kamanda wa polisi mkoani hapa Charles Mkumbo kwa kukiuka sheria na kuwasababishia hasara kwa kipindi chote walichosimamisha shughuli za msiba. Tunahitaji kumpeleka mahakamani ajue gharama za kumweka Loasa Mwanza siku nane ni shilingi ngapi. Marehemu Alphonce Mawazo aliyouawa mkoani Geita Novemba kumi na nne ameacha ya mke na watoto wawili, ambapo mwili wake umesafirishwa kuelekea mkoani humo ambako ibada za kuwaga zitafanyika tena na baada ya kuzikwa kijijini kwao Chikobe siku ya Jumatatu. Innocent Alois, Azam News.